Hali gani, mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, karibu tukupashe. Langu jina ni Sadiki Isa, nikikutangazia kutoka Uvira ville de la resistance, sidikivu. Hiyo jana siku ya Ijumapili pili, tariki 30 mwezi wa 11, wilayani Kabare, grupma ya Bujira, katika kijiji cha eh, Kaburunguse ambapo mapigano yametokea dhidi ya waasi uh, wa M23 wakipigana wa pamoja na wazalendo wa FBNKLC uh, pamoja na Egle, ambapo uh, habari hizi tumezipata kutoka kwa Observance Abubakari Abdallah uh, Sindula Shombo, ambapo mapigano yamezidi uh, kuimarika ambapo uh, wazalendo wamefanikiwa kumchapa na kumgonga adui vikali vya kutosha. Habari hizi tumezipata kutoka kwa kiongozi ambaye ni Obserance Abubakari Abdalla Shindula Shombo uh, uh, wa Generali Abdul Matata kutoka Rubarika, kimsikiliza kupitia Mapya TV kupitia uh, simu ya Mapya TV, na yeye aliweza kuzungumza kama haya: Jambo, bwana mtangazaji wa Mapya TV. Unaongea na Obserance Abubakar porte parole wa wazalendo wa teritwari ya Kabare. Bwana mtangazaji, nataka kujulisha hali ambayo hali ya mapambano ambayo imejitokeza leo Jumapili ama Dimanche, tarehe 30 ya mwezi wa kumi na moja mwaka wa 20 mwaka wa 2025. Mapambano makali yamezuka leo katika kijiji kinachoitwa Kaburunguse, ni katika grupema ya Bushwira wilayani Kabare. Wazalendo walifanyikiwa kumpiga adui mkhalifu M23 na kufanyikiwa kumudeloge katika kijiji kinachoitwa Kaburunguse. Kwa kweli wamemchapa sana adui mpaka adui alipohama makao vijana wetu waliamua kuchoma hata na ngome zao ambazo walikuwa wanajihifadhi ndani, na kuwatoa katika maandaki ambazo walikuwa wamesha kuzichimba katika hiko kijiji kia Kaburunguse. Kwa kweli vijana wale wamewachapa kipigo kikali, na mpaka vijana wetu wameadvance hadi kijijini kinachoitwa Kitungano. Mapambano hayo yalianza leo na saa kumi ya asubuhi mpaka saa mbili na nusu ya mchana, ndiko kabisa adui alionekana nguvu zimemalizika na adui kuhama kukimbia kama vile watoto wadogo. Kwa kweli, ndugu yangu mtangazaji, tunaiomba serikali ya Kongo kuendelea kuwasapoti wazalendo na kuwapatia FRDC kuwafanyizia FN3 kwa sababu tumeshaona adui hana nguvu, isipokuwa adui anategemea kitu ambacho kinachoitwa corruption kwa kuwashawishi na kuwanunua wazalendo, isipokuwa sisi ni wazalendo ambao tumekubali kabisa kutoa damu yetu, kukubali kuuliwa ili kuidefendre patri yetu. Na tulipomuuliza vipi, je, wazalendo wanaishia wapi na mikakati ni ipi? Alikuwa na haya kutujibu: Umeniuliza kwa kweli e, nashukuru sana wanamtangazaji kwa ulizo ambayo umeniuliza kwa kweli, kuanzia hiyo muda wa saa kumi ambapo vijana wetu walioongozwa na kamanda anayeitwa kwa jina la Egle, walipowachapa wale wahalifu wa M23 walipozidiwa nguvu waliamua kuhama katika kile kijiji kia Kaburunguse na kukimbia, na pindi vijana wetu walipowafikisha kule ambapo walipokimbilia, muda wa saa nne kamili ilionekana hali imekuwa tulivu, na kwa kweli mapambano yale ilionekana kabisa upande wa raia hakukutoka kutoka majeraha, haukutoka maafa, kwa sababu mapambano yenyewe ilianza ilikuwa ni mida ya masaa kumi ya subuhi, bado kulikuwa kungali kagiza giza. Unajua bwana mtangazaji, kile ambacho kinachosababisha katika mapambano yetu sisi wazalendo huwa raia kuumia ni ile wakati mapambano ikawa ni mida ya michana, kwa sababu yale kubabaika babaika ya raia. Ila kabisa sisi wazalendo katika mapambano huwa kabisa tunamlindia zaidi raia usalama. Unajua kama sisi tulikubali kupambana kwa ajili ya kuprotege patri yetu na kwa ajili ya kuwalindia usalama raia wetu, ijapokuwa wale wahalifu. Angalia kama juma iliyopita, wale wahalifu M25 M23 waliingia katika hospitalini pale pale Katana na kuwachukua wagonjwa vijana kumi na tatu ambao walikuwa wanaumwa hospitalini na kutumbukiza baadhi yao chooni na wengine kuuliwa wakiwazania kuwa wao ni wazalendo, na ili hali wao walikuwa ni raia. Lakini ndugu yangu mtangazaji, waliwachukua hospitalini na kuwauaua, wengine kuingizwa visu, wengine kupigwa risasi na wengine kutupwa hadi chooni, bwana mtangazaji. Kwa hiyo moja kwa moja imeonyesha kuwa jeshi la M23 sio jeshi la kupigania raia wala sio jeshi la ukombozi, isipokuwa wanaonekana ni jeshi kabisa la ambalo limekuja kabisa kuimaliza na kupunguza raia wa Kongo. Na mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, endelea kujiabone kupitia uh, shene yetu ya YouTube, na nakuachia hapa uweze kumsikiliza Abubakari Sindula Shombo.